Karibu tena kwenye uchambuzi wetu wa leo. Ah, tunaingia kwenye mada ambayo unajua, huenda isipewe uzito mkubwa kila siku, lakini kumbe kumbe ni msingi hasa mm -hmm. Msingi wa nini hasa? Mpangilio wa nyonga, hilo eneo letu la katikati. Na leo tuna eh, tuna mtazamo wa kipekee kidogo. Tunatumia chanzo kisicho cha kawaida. Kisicho cha kawaida kivipi? Mahojiano yanayotumia mtazamo wa Gandour farasi kulinganisha baiomekaniki yetu na yao. Hapo sasa, Gandour farasi, hilo ni wazo linalovutia kweli, kutumia uelewa wa farasi e, ili tujielewe sisi. Ndiyo hivyo, lengo letu hapa sio tu, unajua kuelezea mifupa na misuli. Sawa, ni kuchimba zaidi, hasa kuelewa kwa nini mpangilio sahihi wa nyonga ni, ni muhimu sana kwako wewe unayotusikiliza, haijalishi unafanya nini iwe unaendesha farasi au hata kwenye maisha ya kawaida tu. Ndiyo, naelewa. Hii inakuhusuje wewe binafsi. Sawa, tuanze. Sawa kabisa, hebu tuanzie pale pale kwenye msingi. Gandour, kupitia mahojiano haya, anasema nyonga ni kiini cha kila kitu. Hii inamaanisha nini hasa? Ah, kiini cha kila kitu ni kauli nzito hiyo, lakini fikiria hivi, sio tu kitovu cha mvuto, ni kama kama makutano makuu mwilini mwako, makutano makuu eh, daraja kati ya juu na chini, inapitisha nguvu, inahusika na utulivu, yaani kila kitu kinapita hapo katikati. Gandour kwa ule mtazamo wake anasema kama haijakaa sawa, kama imeyumba kidogo, ndiyo kama msingi wa nyumba ulioyumba, matatizo lazima yatokee sehemu nyingine, mgongoni, magotini, mabegani, popote pale na kinyume chake, kama ipo vizuri, imepangwa sawasawa, sawa. Hapo sasa, hapo ndio mambo yanakuwa mazuri. Kama nyonga ipo kwenye mpangilio wake sahihi, wataalamu wanaita msimamo wa kati au neutral position. Neutral position. Okay. Hapo sasa pumzi inakuwa huru, uti wa mgongo unapata nafasi yake, unajinyosha vizuri, na mwendo wako unakuwa eh, laini zaidi bila mwili kujipinga wenyewe na ile misuli ya ndani inafanya kazi vizuri, ile ya ndani kabisa, kama transverse abdominis inafanya kazi bila kulazimishwa, bila mkazo usio wa lazima. Na Gandiora anathibitisha hata kwa farasi wanatafuta huo uwiano, nyonga isiyokwenda mbele sana wala kurudi nyuma sana. Hiyo ina mantiki sana, lakini mm, wengi wetu labda hatuko kwenye huo usimamo wa kati eh? bila hata kujua pengine. Ni kweli kabisa na matokeo yake yanaonekana. Gandour anasema nini kuhusu farasi? Ndiyo, anasemaje? Anasema inaonekana wazi kwenye mwendo wao, pengine wanapoteza ule msukumo kutoka miguu ya nyuma. Aa, kama injini inapoteza nguvu. Ndiyo hivyo, wanalazimika kutumia mabega zaidi kujivuta mbele au kun, unaona kabisa miguu ya nyuma kama inaburuzwa, haisukumi ardhi kwa nguvu. Na kwetu sisi binadamu tunasikiaje hiyo? tunisikia sana maumivu ya mgongo wa chini, hayo ni ya kawaida sana, kubanwa kwa neva au diski, hata pumzi kuwa fupi. Unajua ile pumzi isiyofika chini. mm-hmm. Mara nyingi ukifuatilia chanzo kinaanzia pale kwenye nyonga isiyo na mpangilio mzuri, ile hisia ya mwili kuwa mzito, usio na nguvu. Okay. Hiyo inanifanya nifikiria kuhusu utulivu. Sasa ulisema nyonga ni kama daraja la kupitisha nguvu, hiyo inafanyaje kazi? Fikiria unatembea, nguvu inatoka chini ardhini, inapanda kupitia miguu yako, sawa? Inahitaji kupita kwenye nyonga, iende kwenye kiwiliwili, ikusukume mbele. Kwa farasi vile vile nguvu kutoka miguu ya nyuma inapita kwenye nyonga kwenda kwenye mgongo, na ikiwa kwenye ule msimamo wa kati, basi nguvu inapita vizuri, kwa ufanisi, bila kupotea njiani, bila kuleta mshutuko kwenye viungo vingine, kama kama gia za gari zinavyoingia vizuri. Hakuna upinzani. Sawa sawa. Na hapa kuna jambo lingine lililonivutia, dhana ya msimamo wa alama au imprint position ndiyo. Ah, imprint hii ni nini tena na inatofautianaje na ule wakati? Swali zuri sana hilo. Imprint sio hali ya kudumu, ni kama kama zana ya mpito. Zana ya mpito kivipi? ni pale unapoinamisha nyonga yako nyuma kidogo kwa makusudi, ule mgongo wa chini, lumbar spine, unakaribia sakafu zaidi unapokuwa umelala. Ah, okay kwa nini tufanye hivyo? Inasaidia kuamsha misuli ya tumbo zaidi na kupunguza mkazo kwenye mgongo wa chini, hasa kama ule msimamo wa kati ni mgumu kuufikia kwa wakati huo, kama vile mtu anapona jeraha labda, au ndo anaanza mazoezi hasa au kama misuli ya ndani bado haina nguvu ya kushikilia ule msimamo. Wakati Gandour analinganisha hili na farasi, pia farasi nao wana imprint yao kwa namna fulani. Ndiyo, wakati farasi ana maumivu au udhaifu, atabadilisha mkao wake ili kufidia. Ni kama msimamo wa alama wake, lakini lengo sio kubaki hapo. Lengo ni kurudi kule kwenye wakati ndio, ni kutumia huo mkao kama hatua ya kujenga nguvu taratibu, ni sehemu ya safari ya kuimarika. Sasa tuunganishe na upumuaji. Gandwa anasema anapumua kwa vipimo vitatu, akirejelea Pilates. Hii ina maana gani? Anachomaanisha Gandua eh, kwa ule ucheshi wake, ni kupumua ukitumia kifua kizima, sio tu mbele, bali wapi tena? Pembeni na nyuma pia. Fikiria mbavu zako zinapanuka pande zote kama puto. Unapovuta pumzi zinatanuka, mm, kama Stott Pilates anavyosema. Ndio, hiyo inaitwa lateral thoracic breathing, pumzi ya mbavu za pembeni na nyuma, na ni muhimu sana. Kwa nini ni muhimu? Kwanza, inaamsha ile misuli ya ndani ya tumbo. Pili, inaimarisha eneo la chini la fupanyonga, pelvic floor. Tatu, inatoa hisia kama ya kuinua uzito kutoka mgongo wa chini. Na, na kwa farasi, kwa farasi pumzi na hatua vinakwenda pamoja, kila hatua, kila pumzi, zote zinafanya kazi kupanua mbavu, kuachia diaphragm, yaani kuna uhusiano wa moja kwa moja kabisa, nyonga ikibana pumzi na bana Geta, na kinyume chake, pumzi fupi, ile ya juu kifuani, inachangia kuifanya nyonga iwe ngumu lakini ukijifunza kupumua kwa kina kutumia mbavu zote e, unasaidia kuachilia mikazo kwenye nyonga. Ni mzunguko mzuri: pumzi huru, nyonga huru; nyonga huru, pumzi yenye kina. Ukiboresha kimoja unasaidia kingine. Tukirudi kwa Gandour na wenzake kwenye mwendo wao, nyonga inafanya nini hasa? Ni kama kama injini na usukani kwa wakati mmoja. Injini ina usukani, ndio inaongoza mwendo, inadhibiti mdundo wa kwato na muhimu sana, inafyonza mshtuko e, inafyonza mshtuko. <laughs> Gandour anatoa picha nzuri. Anapokimbia kwa kasi ile galop, nyonga inayumba kwa ulaini kama mashua baharini. Anaporuka vizuizi inajikunja na kufunguka kama akodioni, kama akodioni. Ndio inakusanya nguvu na kisha kuitoa kwa mlipuko. Ndio inabadilisha nguvu ya ardhi kuwa msukumo. Na hii inahusianaje na mifupa yake? Ulisema kuna mifupa mitatu. Ndiyo. Ilium, ischium na pubis. Zimeungana, halafu zinaungana na sacrum, ule mfupa wa pembe tatu chini ya mgongo. Kwenye kiungo muhimu sana. SI joint. Sacroiliac joint. Hapo ndipo patamu. Ni kitovu cha kupitisha uzito na nguvu kati ya mgongo na miguu ya nyuma. Kwa hiyo nyonga sio tu inabeba uzito, inapanga usambazaji wa nguvu. Hasa inategemeza uti wa mgongo, inaathiri mkao mzima. Mkaza wowote hapo kwenye SI joint au misuli inayozunguka kuwa migumu, inaharibu mfumo mzima. Mfumo mzima. Mgongo unapinda vibaya, mabega yanajikaza, nguvu haipiti vizuri. Ni kama mnyororo. Na hapa kuna jambo lile lingine, Gandour aliongeza kuhusu farasi wenye mgongo dhaifu. Hili ni muhimu sana, nadhani ni muhimu mno. Gandour anasisitiza: farasi mwenye msuli dhaifu ya mgongo na tumbo hawezi kujishikilia, hawezi kutumia vizuri hata ile imprint ya kufidia, achilia mbali ule msimamo. Wakati kabisa bila nguvu kwenye hizo core muscles, uti wa mgongo hauna tegemeo, unaanza kuanguka katikati, ile swayback au lordosis hii inaleta maumivu. Hakuna daraja imara kati ya injini na sehemu ya mbele, hakuna. Na uzito wote wa farasi mwenyewe na wa mwendeshaji unakandamiza ule mgongo dhaifu, na hapo sasa tandiko baya au mwendeshaji asiye na uwano wanazidisha tatizo tu, lakini msingi ni ule udhaifu wa misuli. Na Gandour anasema kitu muhimu sana hapa. nini hicho? Hii si tabia naye ya farasi, akikataa kwenda, akionyesha usumbufu, ni ishara ya udhaifu wa kimwili inahitaji mazoezi ya kuimarisha, sio adhabu. Uelewa unahitajika, uelewa. Sasa tukizungumzia mwendeshaji, ina maana jinsi mimi ninavyokaa na nyonga yangu juu ya farasi inaathiri nyonga ya farasi moja kwa moja? athari ni kubwa kubwa mno. Gandour anasema hivi, ukiinamisha nyonga yako mbele sana, anterior tilt, ndio unahamisha uzito wako mbele unamlazimisha farasi atumie mabega zaidi kubeba huo uzito. Na nikiinamisha nyuma sana, kama nimejikalia, posterior tilt, unazuia msukumo kutoka nyuma. Farasi anapoteza mdundo, anapoteza nguvu. Ni kama umemfungia breki kidogo. Sasa nini kinatokea kama mwendeshaji anaweza kukaa vizuri, nyonga ikiwa sawa, inafuata mwendo? Ah, hapo ndipo uchawi wenyewe. Ganduru anasema nyonga ya mwendeshaji inapopumua na ya farasi inapumua, yani inafuata mwendo kwa ulaini asa, bila kubana, bila kuyumba. Hapo farasi anapata uhuru, anajinyosha, anatumia mgongo wake vizuri, anakuwa na ujasiri. Ni kama dansi, dansi wawili wanasikilizana, ushirikiano wa kweli wa kimwili. Hapo ndipo panatakiwa, na ndio maana Gandour anashauri sisi waendeshaji tufanye mazoezi ya nyonga tukiwa chini kama Pilates ili tujifunze miili yetu kwanza. Ndio maana hasa wazo zuri sana. Ukielewa nyonga yako inavyosogea inavyokuwa thabiti, lakini pia huru, utaweza kuwasiliana na farasi vizuri zaidi kupitia kiti chako. Pilates inasaidia kujenga huo uelewa wa ndani, ile proprioception, ndiyo ile hisia ya kujua mwili wako uko wapi na unafanya nini bila hata kuangalia. Pilates inalenga sana hilo. Basi tupe mfano michache mazoezi gani rahisi Gandour anapendekeza ya kutusaidia sisi binadamu? Anataja machache ya msingi. Moja, lala chali, bembeleza nyonga taratibu mbele na nyuma, pelvic tilts, sikilizia mgongo wako. Okay, pelvic tilts. Lingine, telezesha kisigino kimoja sakafuni pole pole, bila nyonga kuyumba hata kidogo. Hii inajenga utulivu utulivu sawa. Na lingine inua mguu mmoja uliokunjwa kidogo tu, bila upande wa pili wa nyonga kuinuka. Muhimu ni hisia, sio kasi. Kwa wale wanaotaka changamoto zaidi kidogo, kuinua miguu, ndiyo, kuna hatua zinazofuata. Mtihani mzuri ni kujaribu kuinua mguu mmoja bila nyonga kugeuka. Hapo unahitaji ile misuli ya ndani ifanye kazi, mabega yametulia, sawa? kisha jaribu kuinua mguu mmoja rudisha, inua mwingine bila mgongo kupinda sana na, kwa wale waendelea zaidi, kuinua miguu yote miwili. Ah, hiyo ni ngumu ngumu, na hapa ndipo ile imprint inarudi. Ukihisi mgongo unapinda sana au maumivu, tumia imprint. Inahamisha nyonga nyuma kidogo, ili kupata msaada ndio msaada wa misuli ya tumbo kuulinda mgongo. Kutumia imprint sio kushindwa, ni mkakati wa kujenga nguvu salama. Lengo bado ni kufika kwenye ule msimamo wa kati, ni safari, safari. Okay. kuna ulinganifu mwingine ulizungumzwa, misuli ya mgongo. Gandour anasema zimepangwa kwa tabaka kama sisi. Ndiyo, ulinganifu mwingine wa kushangaza kwa wote binadamu na farasi, misuli ya mgongo ipo kwa tabaka. Ndani kabisa, karibu na uti wa mgongo, e, misuli midobo lakini muhimu sana kwa utulivu, transversal spinalis. Juu yake, misuli mirefu inayonyosha mgongo, longissimus, iliocostalis. tunayo hiyo pia, tunayo kwa namna tofauti kidogo, lakini kazi ile ile. Juu yake tena, misuli ya mbavu na pumzi, serratus posterior najuu kabisa misuli mikubwa tunayojua zaidi, trapezius, latissimus dorsi, ya shingo, mabega, mikono au miguu ya mbele. Sasa huu ulinganifu wote wa tabaka unamaanisha nini kwetu? Kwa nini tujue hili? Gandor anasema inamaanisha kitu muhimu sana. Ukitaka kuimarisha mgongo wako au wafarasi wako huwezi kufanya mazoezi ya juu juu tu, lazima uheshimu mpangilio, lazima anzia ndani, jenga msingi wa utulivu kwanza, imarisha bila kukaza kupita kiasi, na unganisha na pumzi, pumua ndani ya mkao. Na pilates inasaidia hapo? Inasaidia sana, inalenga kujenga nguvu kutoka ndani kwenda nje. Ok, kwa hiyo mwisho wa siku, Gandour anapendekeza ushirikiano zaidi kati ya uendeshaji farasi na tuseme pilates, ndiyo anaona kuna fursa kubwa hapo. Wafundishaji wa pilates wajifunze kutoka kwa farasi, waendeshaji farasi wagundue kitovu chao kupitia mazoezi ya chini, na hata utafiti zaidi, pia kuchunguza jinsi pumzi inavyoathiri tumbo, jinsi nyonga isiyo sawa inavyobadilisha hatua. Kuna mengi ya kujifunza kwa kuunganisha hizi nyanja. Basi tukikusanya haya yote kutoka kwa Gandour, ujumbe mkuu tunaondoka nao ni upi hasa? kwamba nyonga sio tu, unajua kundi la mifupa lililokaa. Ni kitovu hai kinachobadilika, au kama Gandour anavyosema, besi hai. Besi hai, napenda hiyo. Ni sehemu inayoelekeza, inaathiri utulivu wetu, pumzi yetu, mwendo wetu, kwa kiasi kikubwa sana kwetu sisi na kwa ufarasi. Na kuelewa hili kuna faida gani kwaku unatusikiliza sasa hivi? Faida ni kubwa. Kwanza, kuelewa mwili wako vizuri zaidi, hiyo ni nguvu. Pili, inaweza kuboresha jinsi unavyojisikia kila siku. Marekebisho madogo tu, marekebisho madogo tu, jinsi unavyokaa ofisini, unavyonyanyua kitu, unavyofanya mazoezi, yanaweza kuleta tofauti kubwa, kupunguza maumivu, kuongeza nguvu, kujisikia mwepesi zaidi. Haijalishi unafanya nini, haijalishi mwanariadha, mfanyakazi wa ofisi, mwendesha farasi nyonga yako ni muhimu. Na tunamalizia na wazo la mwisho kutoka kwa Gandour mwenyewe: kumbuka, nyonga ni kitovu hai kinachopiga kusikiliza na kuongoza, kupitia pumzi, mkao na mwendo. Sisi sote, binadamu na farasi, tunaweza kupata muhimili wetu, kitovu chetu cha kweli. Na tunakuachia swali hili la kutafakari, wewe binafsi mm-hmm, zaidi ya mazoezi yale rasmi, je kuwa na ufahamu zaidi wa jinsi nyonga yako inavyokaa na inavyosogea katika shughuli zako za kila siku, unapokaa kusimama, kutembea, kunawezaje kubadilisha hisia yako ya utulivu, nguvu na urahisi katika mwili wako? Ni swali zuri sana la kujiuliza. Lifikirie hilo unapomalizia siku yako.